Kiwango cha kwanza cha imani ni kutambua kuwa Mungu wako yupo pale unapomwabudu, au kutambua namna ya kumwendea Mungu na ukutana naye, imani ya kumwona Mungu, imani ya uzirisho, kuwa ninamwabudu Mungu na ni nasikia uwepo wa Mungu, ninamwabudu Mungu na niko mbele za Mungu, kwa sababu nimekutana na Mungu si rudi kama nilivyokuja. Viwango vya kumfunua Mungu katika uungu wake. Mungu ni Roho, nao wamwabudu wamwabudu katika Roho. Sasa kwa kuwa Mungu ni Roho, unahitaji kuwa na kiwango cha imani kinachomziirisha Mungu kwenye maisha yako, kuwa ni Mungu ninayemwabudu hii. Mungu, niko mbele za Mungu, nimekutana na Mungu, niko chini ya miguu yake. Nimeona mkono wa Mungu kinisaidia, nimeona uwepo wa Mungu kinifunika pande zote, maadui wanatokea, lakini katikati, kati ya maadui ni muone Mungu yuko upande wangu.